Ikiwa bado prosesi zinaendelea za yeye kutaka kurudiana na aliyekuwa mpenzi wake Kajala, Harmonize kupitia wa ukurasa wake wa Instagram ameweza kuandika ujumbe wa kuweza kumwomba Kajala ili waweze kurudiana. Ameandika hapa, kuna wakati namhurumia sana mwanangu, kama ningeweza kukuacha, tambua siwezi bro you really looks like woman to this bad boy konde na kupenda hadi pumzi ya mwisho. Nishajishauri sana, nishajinunisha sana, nimeshajisemesha sana. Nimesha block marafiki zako wote, kuwahisi wananidanganya about you. Tufanye maisha, bosi wangu. Ninaweza kuonekana najishusha sana, kama ilivyo kawaida yetu wa Bongo, tunajikweza kwa wanawake wetu, ila trust me, nakupenda sana. Yo my judge, this one looks like I don't know who I am, just know that I am her. Hicho ndo alichokiandika ili kuweza kutaka kurudiana aliyekuwa mpenzi wake Kajala. Lakini pia lakini pia, kabla ya hayo yote, aliweza kuandika kupitia insta story yake, pia aliweza kuandika kuhusiana na habari za Ibra na wote tunafahamu kwamba Ibra anatoka Kondegang na ili aweze kutoka Kondegang anatakiwa alipe kiasi cha shilingi bilioni moja za Kitanzania. Harmonize ameweza kudai kwamba Ibra ana roho mbaya, yani aliweza kutaka eh, hey, trendi yeye wakati birthday ya mjuku wake ya mara ina trendi yeye, aliweza kuibua jambo lake la kutaka kutoka Kondegang. Sasa alianza kuandika hapa, eh, nimemchunguza sana mdogo wangu Chinga, nimegundua ana mbaya na kama sio ibilisi imempanda kichwani. Maana siku aliyoposti na kusema namdai bilioni moja ni ile siku ya birthday ya mjukuu wangu Amara, yani mimi na kipenzi changu tuna trendi. Kifupi alisikia wivu, guys. Sijamwomba chinga bilioni, ila mkataba leo sign na lebo, ikitokea watu wanataka kumnunua wenye malengo makubwa zaidi ya konde gang, pengine tunaweza tofautiana kipato, inatakiwa ailipe lebo konde gang bilioni moja ili wawasaidie vijana wengine na nilimwambia nitabaki kuwa kaka yako, na Konde Gang chama lako. This guy have to pay. nililipa kwa kukopa, mchangieni Yes, hicho ndicho alichokiandika Harmonize kwa upande wa kwake Ibra, lakini pia katika proses za kutaka kurudiana na aliyekuwa mpenzi wake Kajala. Yes, unamaone gani juu ya hili kwa Harmonize pamoja na Ibra, lakini pia kwa upande mwingine kusema kwamba ni kawaida wanaume wa kitanzania kujikweza kwa wapenzi wao? Drop your comment there. Mi naitwa Kathed, usiweze kusahau kusubscribe to our youtube channel, click on the notification bell ili usiweze kupitwa na chochote kutoka kwetu, lakini pia tufuatilie kwenye ukurasa wetu wa Instagram at my corner with Kathed. See you guys in the next one.